Faida nyingine kwenye uwekezaji we, kwenye ni kuwa na uhakika wa kutengeneza kipato cha kutosha. GGML inatusaidia kupata kipato cha kutosha kwa namna ambavyo inatoa kodi mbalimbali ndani mbali ya serikali, lakini kwa namna ambavyo pia inawajibika kwa jamii kupitia CSR pamoja na charities mbalimbali ambazo mbali mbali mbali mbali zinafanyika kwenye maeneo yetu. Kwenye eneo hili pia tunayo faraja kubwa sana kwa kuwa na mgodi wetu wa GGML lakini faida nyingine ni pamoja na kuruhusu teknolojia kuingia katika taifa letu. Uwepo wa uwekezaji huu mkubwa katika mkoa wetu wa Geita na taifa letu unaruhusu teknolojia kuingia katika maeneo yetu. Faida nyingine ni pamoja na ujuzi kuhamishwa kutoka kwenye mataifa makubwa yaliyoendelea kwenye dhana ya ujuzi na kurithishwa kwa taifa la Tanzania. Kitendo cha kuwa na program hii ya mafunzo ambayo tunakwenda kuizindua siku ya leo programu ya mafunzo na ujuzi kwa vijana wapatao 47 ni ishara ya kwamba GGML wamejipanga kikamilifu kuweza kurithisha taaluma za uchimbaji wa madini na ujuzi kwenye sekta ya madini, ili tuhakikishe kwamba tunakuwa na vijana wa Kitanzania waliobobea, ambao watatusaidia kuichochea na kuikuza sekta ya madini katika taifa letu. Asanteni sana GGML kwa upendo wenu mkubwa mlio nao kwa taifa letu na kwa mkoa wetu. Waei, okay. Itumieni vyema nafasi hii ambayo mmeipata kwa kushiriki kikamilifu kwenye mafunzo kwa vitendo ndani ya mgodi wetu wa Geita. Jifunzeni kwa umahiri, jifunzeni kwa uhodari, jifunzeni kwa wivu mkubwa, mkitambua ya kwamba ujuzi mnaopata ni kwa faida ya kwenu binafsi, ni kwa faida ya familia zenu, lakini kubwa kuliko ni kwa faida ya taifa letu la Tanzania. Serikali imejipanga kikamilifu kuchochea ukuaji wa sekta ya madini ndani ya mkoa wetu wa Geita, uchimbaji wa madini unaongezeka kwa spidi kubwa sana. Uchimbaji huu unawahitaji vijana wenye uwezo mkubwa wa kimaarifa, uwezo mkubwa wa kiujuzi, uwezo wa kuchezea mitambo mbalimbali inayohusika kwenye madini, uwezo wa tafiti na vitu vingine. Ujuzi mnaokwenda kufundishwa kupitia programu hii utawasaidieni mweze kukabiliana na changamoto za uchimbaji ambazo mtakutana nazo hapo baadaye. and competitive workforce. In 2009

Kwa majina anaitwa Martina Peter, ni miongoni mwa wanafunzi wa graduate trainee elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita Uh, binafsi kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikia siku ya leo salama salmini. Vilevile naishukuru kampuni ya Geita Gold Mine kwa kunipa fursa, kwani ushindani ni mkubwa sana, lakini sisi ni miongoni mwa wanafunzi ambao tumepata fursa ya kuja kujifunza kwa vitendo.